Habari. Kituo cha urithi wa ukombozi wa bara Afrika kwa heshima kubwa kinao furaha kuwakaribisha wanafunzi kuungana nasi katika mpango maalum wa utoaji wa elimu ya historia ya ukombozi kwa wanafunzi wa ngazi zote za elimu. Katika kipindi hiki cha likizo ya mwezi Desemba, kituo kinawakaribisha wanafunzi kutembelea kituo kilichopo Posta Mtawa Garden Avenue, mkabala na ubalozi wa Kanada jijini Dar es Salaam. Ziara ya kutembelea kituo kwa wanafunzi ni muhimu, kwani inawapa nafasi ya wao kuja kujionea urithi ulioachwa na mashujaa wetu na kujifunza historia ya ukombozi wa bara Afrika, lakini itaamsha hali ya uzalendo na kutambua mchango wa mashujaa wa harakati za ukombozi. Hivyo, tunawaomba wazazi na walezi kuwaruhusu na kuwaleta watoto kuja kujifunza historia hii adhimu, kwani ushirikiano wenu ni nguzo na mafanikio ya malezi na elimu bora kwa watoto. Kwa niaba ya uongozi wa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, nawatakia heri ya Krismasi na mwaka mpya 2026 wenye amani, furaha na mshikamano zaidi. Karibuni na asanteni sana.